Jana nimesemwa sana, niko bapa, sijui nini. Anyway bwana, mbona ziko bapa jamani? Mbona niko poa tu mm -hmm, sio mbaya sana. I think jana nimesimama vibaya, lakini eh, kuna deki mm. Eee, bwana, watu wengi tunamfahamu Malkia wa udaku na umbea Mange Kimambi, ila kwa sasa amebadili gia ghafla kwenye mwelekeo wa masuala yake yote ya content. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, amesema kwamba sasa sio udaku tu, ila pia kutakuwa na elimu, maendeleo na mabadiliko makubwa sana ambayo sisi hatufikiri. Ila unafikiri Mange Kimambi anaweza kuvutia bila skendo? Cheki hizi hapa video akielezea umma, watu wengi uh wamekuwa wakiniuliza um, ushauri au topic kuhusu um, vitu vya msingi kama ishu ya ya mtu kujitengenezea mapato au yani, kwamba mtu afanye nini ili aweze kumake it in life, mtu afanye nini ili aweze ili maisha yake yaweze kusonga mbele, mtu afanye nini ili aweze uh, kufika mbali. So leo na nafanya content kubwa, yaani sija kufanya content kubwa ya msingi itakao kusaidia maisha yako, kama content nitakayofanya leo sijae kushare na share leo. Content ya leo, kama wewe ni mwanafunzi uko chuo kikuu sasa hivi unasoma, naomba nikikuta kwenye app na kwenye subscription channel, somo utakalopata leo hautokaa kulipata darasani unaposoma hutoka. Kama ulimeza chuo miaka mingi, uko nyumbani, hujapata ajira, hujafungua biashara, uko tu nyumbani umezubaa, somo utakalo lipata leo litakuamsha. Kuna kitu utaweza kukifanya, kuna ibia utaipata, na hata huo mtaji utapata jinsi ya kupata kwa kitu nitakachokiongea leo na kama wewe ni mzazi una mtoto yuko nyumbani, au una mtu yuko nyumbani hajui afanye na maisha yake in terms of kazi, karia, njoo kwenye app, njoo kwenye subscription. Content ya leo ni kubwa, itakusaidia mno kwenye maisha yako. Um, kama wewe labda ni, ni mwanamke umeolewa uko nyumbani yeah? um, unanyanyasika na mwanaume ujui jinsi ya kupata kipato chako, ujui jinsi ya kutoka kwenye hiyo situation ili uweze kujitegemea mwenyewe, ni ukute kwenye hapo. Ah uh, leo ani uh, nitakuwa na mix sasa hivi kwenye app um, kwenye app na kwenye subscription nitakuwa na mix, mambo ya umbea na content za kusongesha maisha ya watu. So ndakaletoa leo, i'm telling you litabadilisha maisha yako. So niwakute kwenye app na kwenye subscription channel. That's it. Um ana ah, tamani hata niongee zaidi hapa, ili nifaishe watu wengine, lakini pia nakumbuka kwamba this is my job, hii ni kazi yangu lazima. Hi guys. Katika content ambazo nimewahi kuzitengeneza ambazo ni content za faida kwa watu ni content ambayo nimeitengeneza leo. Watu wengi wamecomment uh, imewasaidia wanasema imewasaidia kuchange perspective. Ni content ambayo itakwambia, itakusaidia kwenye kubadilisha maisha yako in terms of uh, kufollow dream zako, kuweza kupata kipato, kuweza kupata mtaji kama huna ajira kuweza kupata mtaji na jinsi gani unaweza kusonga mbele kwenye maisha yako, ni yani, kwamba ni kitu gani ufanye ili uweze kusonga mbele na jinsi gani utapata ule mtaji. Yaani nimeelezea vitu vingi pale um, yani ni mara mia, usiingie kwenye kwenye app au subs, subscription pale naposema na habari ya Zuchu au Diamond, lakini uingie leo kwa sababu leo content ambayo nimeweka itabadili maisha yako I'm sure. itabadili. Yani, kama una struggle kwenye maisha yako in any way financially na hujui ufanye nini content ya leo, ita kuna kitu utakipata. Video ni ya dakika thelathini na nane, ni ndefu and um, kama unaweza kuangalia movie ya yeah, 38 minutes ya video ambayo ina kusaidia content ambayo nimeweka leo, huwezi kufundishwa darasani, chuo kikuu, huwezi kufanya kokote. Hii ni life experience, so twende kwenye subscription na kwenye um, na kwenye app, iko pale yani. Anyway, yeah, jana nimesemwa sana, niko bapa, sijui nini. Anyway, bwana